Wanasiasa wa mrengo wa Kenya Kwanza kutoka eneo la Pwani wamesema watasalia ndani ya serikali ili kutetea haki zao walizopokonywa kupitia unyanyasaji kutoka serikali za hapo awali. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, viongozi hao walimshutumu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wakisema anaendeleza siasa za chuki na ukabila dhidi ya Wakenya. Wakizungumza mjini Hola wakati wa kumpigia debe mwaniaji wa wadi ya Chewani kwa chama hicho Sofia Maro, wanasiasa hao waliwarai wenyeji kuunga mkono serikali ili kunufaika na maendeleo ya haraka. Mtu wa ukabila, sisi tunamwambia Wamunyoro na wale wako na fikra kama za Wamunyoro, watu wa Pwani hamwezi kuwarudisha hapo tena. Hakuna tena kuogopana. Hii nchi ni ya nchi ya kila mtu. Nilikuwa nikiangalia takwimu ya wale wanaoandikisha kura, na Lamu na Tana River tunafuatana, bado hatujajitokeza. Kwa hivyo tufanye bidii na tutakuja, tutashikana kama viongozi wa eneo haya yetu, tuje kuhimiza watu wetu wakate kura.